Wadau, sasa kuna incident li happen pale Bukina. Uh, kuna huyo personal bodyguard wa Ibrahim Traore alikuwa offered 5 million USD uh, with a guy mwenye anajita investor, so yu investor alikuwa nasema he's worth uh, more than 7 uh, million US dollars na he was trying to offer the bodyguard wa Ibrahim Traore 5 million US dollars uh, asw hata inasemekana ya kwamba he was paid 5 million US dollars to eliminate Ibrahim Traore. Guess what the soldier did: the soja alibeba pesa one by one mpaka kwa Ibrahim Traore akamwambia, hey, bosi bosi, ngori eh, nimepatiwa hizi doo ni kunyuria dosi dosi. Ni nani umepewa do? Haya, wewe unahitaji pesa ama namna gani? bosi bosi akamwambia, wewe chukua pesa, gawanyisha na mabeshte zako a wenye, wenye mnanilindanga, endeleeni kukula pesa, alafu kitu ni tutafanya ni mtanipatia, ao ma businessman wenye wanajifanyafanya hapo kwa na pesa mingi, sasa hivi venye tunaongea kuna kesi Bukina, hao waliojifanya wanataka kumnyurisha manze, ile loyalty yenye iko pale ngori. Ukitulipa tunakula pesa, usipotulipa pia na umesema tuomerie, na bosibosi, wewe ndio tunaomeria na wewe sasa. That's Africa for Africans or Africans for Africa, kitu kama hiyo hiyo ndio inaitwangwa loyalty.